Wanasema charity begins at home na huu ni msemo ambao umekuwa maarufu sana, hasa kwa watu ambao wanafanya mazuri kwa ajili ya jamii nyingine, lakini huku wakiwa wametelekeza jamii zao, yani wafanyi lolote kwa ajili ya jamii zao. Ikiwa ni siku saba zimepita tangu taifa la Tanzania lipitia kwenye machafuko ya kisiasa yaliyopoteza mamia ya watanzania na wale wasio watanzania Wananchi wametengeneza wigo katikati yao na watu wanaoitwa wasanii. Jamii inawatazama wasanii kama watu waliozidi kumwaga mafuta kwenye moto ambao madhara yake yalionekana kuja kuwa makubwa baadaye. Baada ya majanga ya vurugu za uchaguzi, wasanii baadhi walijitokeza hadharani kupitia mitandao yao ya kijamii kwa kutoa pole kwa wahanga wa maandamano, huku wakihimiza umoja, amani na mshikamano. Wananchi bado wanaamini wasanii hawajomba radhi inayostahili, kwani hakuna aliyekemea yaliyotokea kuonyesha ni namna gani radhi za wasanii hazikukamilika, tweets za Diamond akiomba Umoja wa Mataifa uingilie kati uh, machafuko ya Nigeria yaliyotokea mwaka 2020 kupinga ukatili wa polisi zimerudi tena mtandaoni. Nikisoma tweets hizo, uh, Diamond aliandika kwamba, uh, ni tweets ambazo alizitweet tarehe 22 mwezi wa 10 2020. Moja inasema it is very sad to see our Nigerian brothers and sisters going through such a difficult time, yani kwamba ni huzuni kuona uh, kaka zetu na dada zetu waki Nigeria wakipitia nyakati hizo ngumu. What is happening in Nigeria is inhuman. My heart is breaking over the brutality that is happening. I can't imagine the trauma of an entire generation. Asema kwamba kinachotokea Nigeria uh, ni kinyume na ubinadamu au haki za binadamu. Moyo wangu unavunjika juu ya huu ukatili ambao unatokea Nigeria, siwezi hata kufikiri au kuwaza msongo wa mawazo kwa generation nzima. Hivi sasa akuishia hapo, Diamond pia alitweet tweet uh, nyingine akasema, it's the right time for the UN to help but also together we should pray and speak out for Niger our Nigerian brothers and sisters And says, pray for Nigeria hashtag, akasema ni wakati sahihi wa Umoja wa Mataifa kusaidia, lakini vilevile vile, kwa pamoja tunapaswa kuwaombea na kuzungumza au kupaza sauti zetu kwa ajili aa, ya kaka zetu na dada zetu wa Kinigeria, huku akiweka hashtag za aa, tumalize ukatili wa polisi. So ni tweet ambazo wananchi wamezirudisha wakisema kama haya aliyaongea kwa ajili ya Nigeria, anashindwa nini kuyaongea kwa ajili ya Tanzania? Tumeona namna ambavyo Watanzania wameuawa kikatili na askari polisi Tanzania kwa kupigwa risasi za kikatili, wengine wameuawa wakiwa majumbani kwao, lakini hakuna msanii yoyote ambaye amejitokeza uh, kuongea ukatili huo. Lakini kwenye uh, tweets za Diamond alizo tweet kwa ajili ya Nigeria aliandika kwamba uh, moyo wake unavunjika juu ya ukatili ambao unatokea ndani ya nchi ya Nigeria. So you can imagine kwa namna gani uh, wasanii wa kibongo wamekuwa uh, wanafiki na ndichi ndio ambacho kinawapa kina hasira sana uh, wananchi au mashabiki kuona kwamba wasanii hawako pamoja nao. Mimi ni Travis, chao.